Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kuwasilisha mezani nakala za magazeti ya serikali kama ifuatavyo: Toleo namba sita la tarehe sita Novemba 2015, toleo namba kumi na tatu la tarehe kumi na tatu Novemba 2015, toleo la arobaini na saba la tarehe ishirini 20 Novemba 2015 toleo namba nane la tarehe ishirini na saba Novemba elfu mbili kumi na tano. Toleo namba arobaini na sita la tarehe nne Disemba elfu mbili kumi na tano. Toleo namba hamsini la tarehe kumi na moja nane, Disemba elfu mbili kumi na tano. Toleo namba hamsini na moja la tarehe kumi na nane Disemba elfu mbili kumi na tano. Toleo namba hamsini na mbili la tarehe ishirini na tano Disemba elfu mbili kumi na tano toleo namba moja la tarehe 1 Januari 2016 na toleo namba 2 la tarehe 8 Januari 2016. Mweshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Asante sana, Mweshimiwa Waziri wa Nchi. Katibu, maswali. Swali la kwanza linaelekezwa kwa ofisi ya Mweshimiwa Waziri Mkuu. Nataulizo na litaulizwa na mweshimiwa George Malima Lubeleje, mbunge wa Mpwapwa. Mheshimiwa Rubereji. Mheshimiwa Spika, naomba swali langu namba moja sasa lijibiwe. Swali la kwanza naomba sasa lijibiwe. Naomba Mheshimiwa Posi uje hapa mbele, karibu sana. Aha. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya mheshimiwa waziri mkuu, napenda kujibu swali la mheshimiwa George Malima Lubeleje, mbunge wa Mpwapwa, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, ili kuhakikisha kuwa hakuna mwananchi anayekufa kwa njaa kutokana na ukosefu wa chakula, serikali imekuwa ikifanya tathmini ya hali ya chakula na lishe katika maeneo mbalimbali nchini na kutoa chakula cha msaada kwenye halmashauri zilizoonekana kuwa na upungufu wa chakula, ikiwemo Mpwapwa. Mheshimiwa Spika, tarehe kumi na tano Disemba mwaka 2015, serikali ilitoa chakula cha msaada tani 200 za mahindi kwa halmashauri ya wilaya ya Mpwapwa. Aidha, kati ya tarehe 4 na tarehe saba Januari mwaka 2016, serikali imepeleka wilayani Mpwapwa chakula cha msaada tani 1619 na shilingi milioni 35 kwa ajili ya kununua mbegu za mtama na mhogo hivyo jumla ya chakula cha msaada kilichopelekwa wilayani Mpwapwa mwezi Desemba mwaka 2015 na Januari mwaka 2016 ni tani 1819. Mheshimiwa Spika, serikali imetoa chakula cha kupunguza makali ya bei ya soko tani 6000 kwa mkoa wa Dodoma kupitia wafanyabiashara wa mkoa huo ili kuwezesha upatikanaji wa chakula chenye bei nafuu kwa wananchi wa halmashauri zote za mkoa wa Dodoma ikiwemo wilaya ya Mpwapwa. Mheshimiwa Spika, serikali inatoa wito kwa wananchi waliopo maeneo yenye ukame wakiwemo wananchi wa wilaya ya Mpwapwa kuhakikisha kuwa wanalima mazao yanayostahimili ukame na kufuata kanuni za bora za kilimo ili kupunguza tatizo la upungufu wa chakula. Uh, swali la nyongeza, Mheshimiwa George Malima Lubeleje. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi ili niulize maswali mawili ya nyongeza pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa naibu waziri. Kwanza napenda nishukuru sana serikali kwa kutupatia kiasi kidogo cha chakula katika wilaya ya Mpwapwa. Sasa maswali kwa kuwa wilaya ya Mpwapwa ina majimbo mawili, jimbo la Mpwapwa na jimbo la Kibakwe, na kwa kuwa hicho chakula ambacho tumepatiwa ni kidogo, Mheshimiwa Spika, je, serikali ina mpango gani wa kutuongezea chakula katika eh, chakula cha njaa wilaya ya Mpwapwa? Na swala la pili, kwa kuwa hivi sasa mheshimiwa Mheshimiwa Spika, baadhi ya wananchi wameacha kulima mashamba yao, wanalima vibarua ili wapate hela kununua chakula. Sasa je, Mheshimiwa uh, Naibu Waziri, utakubaliana nami kwamba iko haja sasa e, utu, ulete chakula hicho haraka kwa wilaya ya mpwapwa na wilaya ya Kongwa. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu ya swali hilo muhimu kabisa. Ni ukweli kabisa, wilaya ya Mpwapwa na Kongwa hali ni mbaya sana ya chakula. Mheshimiwa Spika, uh, napenda kumhakikishia mbunge wa jimbo la Mpwapwa, Mheshimiwa George Malima Lubeleje, kwamba serikali inatambua jukumu lake la kuwalinda na kuwasaidia wananchi wote wanaopatwa na matatizo mbalimbali mbali, ikiwemo baa la chakula. Na kuhusu swali lake la pili, tunafahamu umuhimu huo na tathmini itafanywa ili kuwezesha upatikanaji wa chakula hicho kwa haraka. Swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Pamoja na njaa iliyowakumba wananchi wa Mpwapwa, Kongwa, ba, Bahi, Chemba, Kondoa na maeneo mengine ya ukame katika mkoa wa Dodoma, lakini mvua iliyonyesha na inayoendelea kunyesha imeleta mafuriko makubwa kwa baadhi ya vijiji, na vyakula ambavyo wananchi walikuwa navyo vimesomwa na maji mahitaji ya ndani, magodoro, vitanda, vyombo vimesombwa na maji. Je, serikali iko tayari kuwasaidia wananchi hao kwa kushirikiana na wabunge? Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Mheshimiwa Jenista Mhagama: Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Felista Bula, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo: Mheshimiwa Spika, nchi yetu imekumbwa na mabadiliko ya tabia nchi na kusababisha majanga ya mafuriko katika maeneo tofauti katika nchi yetu ya Tanzania. Sisi wenyewe kama serikali tumekuwa tukitembelea maeneo hayo na kuona madhara yaliyopatikana. Inawezekana tukaweza kufanya kazi ya kuwasaidia Watanzania kwa namna ile ambayo serikali ina uwezo kwa sasa. Kwa hivyo naomba niwahakikishie waheshimiwa wabunge tutajitahidi kuendelea kufanya tathmini na kuona tunafanya nini kutoka eneo moja hadi jingine, lakini ninaziomba kamati za maafa kwenye ngazi ya kata, ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa kuona yale yanayoweza kufanyika ndani ya uwezo wao na yanayoshindikana wayalete serikalini ili tuweze kushirikiana kwa pamoja.